Bwana Yesu asifiwe, haleluya! Leo ni siku njema ambayo tunajifunza neno la Mungu. Na kuna watu wengi sana ambao kuingia mwaka mpya kwao ni kuvuka tarehe. Waliingia, kuna watu wengi ambao waliingia mwaka mpya saa sita usiku, lakini waliingia na akili ile ile waliingia na tabia zile zile, yaani kitu namaanisha ni waliingia na mawazo yale yale. Hakuna kitu ambacho kilibadilika katika maisha yao. Sasa jambo la kushangaza ni hata uchukue mtu umvalishe nguo umbadilishe mazingira, ikiwa bado mtazamo wake, mindset yake, haijabadilika mtu yule yule atajipata sehemu ile ile aliyokuwa wakati wa kwanza. Sasa ili uweze kuingia na uweze kufanikiwa katika mwaka huu mpya wa 2026 then kuna mambo fulani katika maisha yako ambayo unafaa uyafahamu juu. Mambo haya yanaweza kukusaidia sana wewe kama mtoto wa Mungu kuweza kuvuna matunda mwisho wa huu mwaka. Jambo la kwanza unafaa kufahamu ni kwamba kila mwanzo wa mwaka ni mwaka wa kujenga misingi. Sasa somo letu la leo linatoka kwa bwana wetu Yesu Kristo, ambayo tunapata somo hili kutoka kwa kitabu cha Mathayo, Mathayo saba ambapo Yesu anatupea mifano ya watu wawili, ambao watu hawa walitumia akili zao. Mmoja akajenga nyumba yake katika misingi katika mwamba. Mwingine naye akajenga nyumba yake katika mchanga. Sasa sikiza vyenye maandiko inasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kufa, kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Tunaona ya kwamba mtu wa kwanza alisikia maneno ya Yesu alisikiza neno la mungu na akayafanya akayafuata akayazingatia sasa mtu huyu yesu anamfananisha na mtu mwenye kutumia akili kwa nini anasema hivi pendelee mstari wa ishirini na tano mvua ikanyesha mafuriko yakaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile isianguke kwa nini nyumba hii haikuanguka Nyumba hii ilipigwa na misukosuko ya maisha, nyumba hii ilipigwa na mabadiliko ya kimaisha, lakini nyumba hii haikuweza kuanguka. Kwa maana nini? Kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Sasa Yesu anatuonyesha mfano wa mtu wa kwanza ambaye alijenga nyumba yake juu ya msingi, na msingi tunaona ni mtu yule ambaye Alisikiliza neno la Mungu na akajenga maisha yake juu ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, wakati mtu huyu alipigwa na msukosuko ya maisha, wakati mtu huyu alikumbwa na changamoto za maisha, nyumba yake ama maisha yake hayakusambaratika. Kwa nini? Maana siri iko hapa. Alijenga maisha yake juu ya neno la Mungu aliyenenda kulingana na venye Mungu anasema kumuhusu. Haleluya! alimfanya Yesu akawa rafiki wake wa karibu kushinda marafiki wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa akaendelea na kusema ya kwamba na lakini, asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile, ikaanguka nalo anguko lake likawa kubwa. Sasa tunaona mifano ya wa watu wawili, mmoja ni mwerevu, mmoja ni mpumbavu. Sasa tunapoingia katika mwaka huu mpya, jambo la kwanza unapaswa kufanya katika mwaka huu wa 2026 ni kuchunguza misingi yako ni wapi sana umeeka imani yako? Je, imani yako iko katika wanadamu? imani yako iko katika msukosuko? maana wanadamu wako subject to change, circumstances ziko subject to change, lakini Mungu habadiliki. Agano ambalo Mungu ameweka litatimizika. Neno la Mungu alitoke kinywani ma mwake patupu lazima litafanya jambo. Sasa wewe kama mtoto wa Mungu, wewe kama unanitazama na unanisikiliza, jenga maisha yako, weka maisha yako juu ya neno la Mungu. Mwaka huu wa 2026 fanya mabadiliko, maana wakati wowote wa unaona udhaifu katika maisha yako, ni udhaifu ambao umetokana na misingi ambayo umeweka maisha yako juu yake. Misingi midhaifu inaleta misukosuko. Sasa, jambo la pili la kufahamu ni kwamba mwanzo mpya unahitaji misingi mipya. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili la kufahamu ni kwamba mwanzo wa mwaka huwa ni msimu wa kupanda. Usipende sana kuuliza ni nini nitapata mwaka huu. Hapana, Huwa na mawazo ya kusema ni nini ninaweza kupanda mwanzo wa mwaka huu, the first three months of the year. Panda maisha yako kwa kujifunza vitu, mambo ama skills zinazoweza kukusaidia maishani. Panda maisha yako kwa kazi ya Mungu. Panda maisha yako kwa maombi. Panda maisha yako kwa uhusiano wako na watu wazuri na uhusiano wako na Mungu, taka kumjua Mungu. Na pia katika hali hiyo ya kupanda maisha yako, pia unapaswa kuwa na uvumilivu, maana kila mkulima anaelewa taratibu za ukulima. Hauwezi kupanda kitu leo na ukatarajia kuvuna leo, kuna kuanga na muda na process ya mavuno. Sasa katika mwanzo mwanzo wa mwaka huu mambo yanapoonekana yanachelewa, kuwa mvumilivu as long as ulipanda na ulipanda kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jambo lingine unafaa kufahamu, mtoto wa Mungu, jambo la tatu ni kwamba katika mwaka huu, align maisha yako na Mungu, align maisha yako na Mungu, tembea katika mpango wa Mungu. Jiulize, je, yeah, ratiba yako imeweka Mungu pande gani? Ratiba yako inampa Mungu nafasi gani katika maisha yako? Haleluya! Je, mpangilio wako wa kimaisha, wa kikazi, wa kifamilia ni wapi? Umempa Mungu nafasi sasa? Weka alignment na maisha yako na Mungu. Methali inatuambia kwamba, Methali kumi na sita tatu mukabidhi Mungu mambo yako yote. Methali inasema nini? Soma kitabu cha Methali, inasema mkabidhi Bwana kazi zako, na mawazo yako yatathibitika. Kila mipango iliyo nayo mukabidhi Bwana, mukabidhi Bwana hata mawazo yako ya siri. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine unafaa kufahamu ambalo ni la nne ni kwamba katika mwaka huu wa 2026 tembea na Mungu kila siku. Usiwe yule mtu ambaye anaenda kanisani jumapili tu, yaani uhusiano wako na Mungu ni wa jumapili peke yake. Hapana, fanya uamuzi wa kutembea na Mungu jumatatu hadi jumamosi. Haimaanishi ushinde tukutembea, na Mungu haimaanishi kushinda kanisani kila siku inamaanisha jenga uhusiano wako na Mungu, taka kumjua taka kumjua Mungu kupitia neno lake. Soma neno la Mungu, mtoto wa Mungu, jipeane katika maombi, jipeane katika utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine unafaa kufahamu katika kuingia mwaka huu wa 2026 ni kuvunja mizungu kuvunja mizunguko ya kale. Auwezi ona mabadiliko kama bado umebeba lawama za mwaka jana. Auwezi ona mabadiliko katika maisha yako kama bado umebeba unforgiveness katika moyo wako. Auwezi ona mabadilisho mabadiliko mwaka huu wa 2026 kama bado uko na chuki, uko na ma, migugumizi uko na chukizo watu walikukosea wali miaka iliyopita, umewabeba mpaka wa leo, na utatarajia Mungu aweze kusonga nawe mbele? Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtoto wa Mungu, ni jukumu lako kubadilisha mwaka huu, ili ukaweze kujenga misingi katika neno la Mungu. Badilisha maisha yako kupitia kukata kauli, ulainishe maisha yako na Mungu, ratiba zako, mipangilio yako, mienendo yako, familia yako, ndoa yako, kazi zako zote zikabidhi kwa Mungu mwaka huu, nawe utaona mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uko pale, ningependa ukupea nafasi hii ukaeze kumpokea Bwana Yesu ili mabadiliko yakaweze kuwa katika maisha yako, na mabadiliko haya ili yaweze kufanyika, badiliko la kwanza ni kumpokea Bwana Yesu. Sasa rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe dhambi zangu zote na makosa, futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima, nimeupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia sasa na hata milele. Sema amen, amen. Mungu akubariki. Na kama ujumbe huu umekubariki, then usisahau kushare na kusubscribe kwa Bethsida Jesus Ministry. Na kama ujumbe huu umekubariki, then simama na huduma hii, ili huduma hii ikaweze kufikia wengi, na unaweza kusimama na huduma hii kupitia matoleo yako. Nambari ya kupeana ni 07235085 8 na majina ni Henry Nyambura. Mungu akubariki. Shalom, see you next time.